Na kuingineko ni kwamba wakazi mjini Webuye na viunga vyake wamelalamikia ongezeko la wizi wa mifugo hasa ng'ombe, huku asasi za usalama zikitoa wito kwa wakazi kushirikiana na serikali ili kutatua tatizo hilo. Visa hivyo vimepelekea naibu chifu wa kata ndogo ya Matulo, Pius Wanyonyi, kuandaa mkutano wa usalama mjini Webuye, huku akisema kuwa kufikia sasa zaidi ya ng'ombe hamsini wameibwa katika hali tatanishi. Aidha, naibu chifu huyo ameongeza kuwa disco matanga limechangia masaibu mengi, ikiwemo wizi wa kimabavu na ongezeko la mimba za utotoni na kutaka washikadau wote husika kuwajibikia hali hiyo. na tutajilinda kama tuta cooperate, kama community, tukae pamoja. Tuko na nyumba kumi na nyumba kumi, tuko na clusters kwa kila village, na hizo clusters labda ni mbili, na chama ni wawili, the rest of that community members, au ni nyumba kumi members Usisema ati fulani ati nyumba kumi wako wapi? Wewe pia ni nyumba kumi. Vijana wanakunya pombe sana, wanatembea tembea hapa sana, lakini kwa maana sangine hawana hawana ujuzi yenye inaweza kuwasaidia ku, kufanya kazi. Kuna makazi ya carpentry, kuna kazi ya masonary, kuna kazi ya mechanic, kuna kazi ya kupaka rangi, kuna kazi hizo zote.